Mtazamaji wangu wa YouTube channel pati tu ya ya Tepa Hamidu, basi ifuatayo ni mtazamo mpya kabisa wa brandi ya brand. Teta New Brand ambayo inaingia katika kipindi kingine tena zul, zul mara baada ya mapumziko ya miaka mitano iliyopita, kwa sababu madame mkurugenzi alikuwa kwenye utumishi wa serikali yake ya mtaa. Si kwa hiyo, sasa inakuja kwenye kipindi kipya kabisa cha mtazamo mpya kabisa na mwanzo mwingine kabisa. Ipokee tena Tetah New Brand inayotarajia kufanya mambo makubwa sana, na hapa ndo tunaanza na mambo yatakuwa moto, karibuni sana. mm. mm. naomba no, basi, katika awamu mpya maji wangu wa Teta new brand, unaona sasa mambo ni moto, mambo yamekuja katika ubora mwingine kabisa ya Teta new brand. Teta new brand imeingia katika, okay. toleo lingine jipya la kuanzia mwezi huu April mpaka kuendelea. Hapa kutapatikana mambo mazuri, na tayari yapo. Kuna vitambaa vizuri vizito eh, vyenye mapana sitini vyenye maua ya kueleweka. Kuna vijora kuna vijora vyenye maua ya kila namna, na bado kutakuwa na mambo mengi mengi yani yajayo yatakufurahisha wewe mwenyewe. Na kuomba sasa mimi mkurugenzi wa TETAH NEW BRAND, Madame e, Tecla, na kuomba uwe unapita hapa Hey, unaangalia kile ambacho kipo kitakacho kufaa. Bei zote ni karibu ya bure. Mimi niko tayari nipate faida ya mia tano, lakini nikuridhishe wewe, mteja wangu, uendelee kuja na mashono ni karibu ya bure, na hususan utakaponunua kitambaa hapa nitakufanyia discount ya mashono. Kwa umuhimu wa haraka zaidi, naomba katika toleo jipya, katika awamu mpya, katika yani, kila kitu kipya, naomba Nakuomba wewe mteja wangu uje kwa upya vile vile, alafu chukua na rafiki zako wawili watatu, mletane hapa Tetah new brand, ambayo kadri siku zitakavyokwenda itaendelea kuboresha. Asante sana mtu